Wa amradhul qulubi naw'an, na maradhi ya moyo ya mioyo ni aina mbili. Shahawatun wa shubuhatun, kuna maradhi upande wa shahawat, mambo ya kimatamanio na kupenda mtu mambo ya kidunia. Wa shubuhat, na kuna mambo ya utata katika dini pia maradhi. Fashubuha fashahawatu kahubi dunia, kama vile kupenda dunia. wa maladhatiha na starehe zake. Kama mtu anasoma dini lakini anapenda mambo ya dunia na starehe zake, na watu huko hivyo, utakuta mtu mwanafunzi anasoma dini, aibasimu mwenyewe atachi maana aipenda, anaona yeye ana kitochi kile. Sasa mambo haya na kusoma dini wapi na wapi? vitu hivyo pia mtu mwanafunzi watu, kuna masala ya mtu kujipamba na kuna masala ya mtu kuwa mroho wa vitu, kujizuia watu pia na kuomba Ukiona mtu amevaa vizuri, ukiona mtu afanya kadha, yaani ya, ya, mtu moyo wa namna hiyo haufai. Kutosheka hii safari itakusaidia hata uko mbele ya safari katika kusoma na katika vitu, vitakusaidia wakati wa kusoma kwako na daawa yako. Kutosheka na vilivyo mikononi mwa watu kwanza, vitakufanya mtu unakuwa kawi katika ufanyaji wa daawa. Hawezi mtu kuangaisha kwa sababu ya senti alionayo. Hii namna si akae nayo mwenyewe, wewe endelea na dawa yako kama kawaida kwa sababu wewe hukusoma kupata pesa zake. Huo ni msingi pia, wamekwama watu wengi. Huo ni msingi, wamekwama watu wengi kabisa, hasa watu wenyewe watoaji wa pesa. Ni wale watu wengi, utakuta kuna watu wanapata matatizo huko, wananunuliwa vitabu maustadhi, si kakgombana naye achukua vitabu vyake mwenye tajiri na wakati mbaya, vitabu vyake pia achukua, njie vitabu vyangu likununulia hasa huyu wa nini. Mtu kama huyo kushirikaanae katika dawa pia watu huwapata hu, matatizo kama hayo, na salallah al afya wasalama. Lakini lau kama mtu anakuwa na kanaa, wala huna neno mwenyewe, wala huna neno, kwanza atakufanya rafiki yake kila siku mazali, umuombi. Ndio siri ya kupatana na matajiri na watu wenye vitu awa, ukiwa ukiwana, usiombe tu, kila siku wewe rafiki yake, hakuna ya neno, sababu huna hu, hu, hu, kitu kwake, wala mwenyewe mwenye. umuombi hiyo siri kubwa kuishi na watu wenye uwezo uwezo, na hasa ukiwa katika jambo la dini haya lakini moyo katika maradhi, kupenda dunia bhiha, eh, na starehe walinshighali biha, na kama vile kushughulika na hiyo dunia, mtu akashughulishwa sana, sababu wanatakiwa ushughulike kiasi cha kupata tonge, lakini ukashughulishwa sana na hiyo dunia kama nyumba taka nzuri, kama kile kitu. Sasa ukishughulishwa sana na vitu hivyo, kutakushinda ile jambo la kusoma, kwa sababu ni katika maradhi yanazuia ile moyo kubeba elimu na kuifahamu. Na watu wengi wakaona kwamba habari ya kusoma mtu mpaka ajipange sana, wanaambia na hivyo na wanaona kila aliyebakia kwenye kusoma muda mrefu ana hela nyingi kwelikweli, lakini hakika ya mambo watu hawayajui, na huenda yeye ana hela nyingi kuliko wewe. Hasa usomaji wa sasa utasikia, mimi najipanga naninajipanga ujua kitafuta hela nikikaa kama miaka kama mitatu hivi sio, kama kama kama... zi wapi hela hizo bwana za kukaa miaka mitatu ziko wapi? Tafuta hiyo kwa siku moja nyingine, utapata siku ya pili. Lakini ukiliingia jambo la elimu likapendeza katika nafsi yako, utaona waenda, utaona mtu unasoma naishi mwaka mzima, ujanajuisi wala huna nene, ujapungua wala ujaota vipele, na watu wansoma hivyo wala kuna chochote lakini masala ya kwamba watu wanajipanga, kuna watu tangu walipoanza kujipanga mpaka sasa hawajafanikiwa, na uenda watu wakazikwa bado hawajajipanga. Alafu ikawa yale yote walijipanga wanapata warifi. Lakini amua wa idha azamta fatawakkal ala Allah, weka azma namuombe Allah atawfiq. Wahubu aswari almuharrama, na kupenda picha za haramu ni katika mambo yanayoharibu haribu mioyo, hasa katika zama tulizo nazo. Watu wamche Allah subhanahu wa taala na simu walizo nazo, kwa sababu ni kifaa unaangalia peke yako mwenyewe. Vijana wengi wamekwenda na maji na kuangalia picha za haramu, wengi sana, na kuna watu wamejizoesha mpaka wamekuwa maustadhi, pia tabia hizo wanazo maimamu, walimu. Wanapata aibu kwa hao maamuma zao, watu wameona imamu wao au ustadhi wao ana picha za haramu kwenye kwenye, kwenye nini enye simu yake, mtu hapo anaangalia mpira hivi, leo atajua sasa Ulaya, unacheza kuna wanafunzi ataenda kuangalia wewe, atajua kuna watu maradhi ya wa muziki za vitu watu akubali, pamoja na kwamba anasoma na hifadhi, lakini kwa nyimbo za kihindi usimwambie kitu, wala haelewi kinachosemwa lakini lakini usimwambie wapo na wengine. Utakuta mtu ni mwalimu pia wa dini, hakadha watu wako hivyo, na Allah atustiri aibu zetu. Lakini ukifika wakati mtu ukaja kuumbuka kwa kitu kama hicho, unaonekana kidogo, mpaka anafunza kwa, ah, mpaka hili. Unafikiri baada ya hapo hali inakuwaje? Kwa hiyo watu kurudi kwa Allah na kulia kwake, kutengeneza mioyo eh? na yale ambayo watu hawayajui. Allah ajalie kwamba tutubie kabla haitufedhehi Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika safari yetu ya kusoma, itakuwa ni jambo gumu, watu wanaacha kusoma, mtu anafukuzwa kwa jambo kama hilo. Kweli alikuwa mwanafunzi ana bidii, safu ya mbele na bidii, lakini amekamatwa na kitu kama hicho, amefukuzwa. Na akitoka mtu, ukikutana naye miaka miwili, hayupo tena katika mambo ya dini kabisa. Bila shaka ni mtu kunyimwa taufiki, lakini kwa sababu moyo ulikuwa na maradhi fulani, ukamtoa katika jambo la kusoma, kwamba huyu si katika wale ambao Allah ametaka ifadhike hey, sheria dini yake kupitia wao. Wasama'u wasama'i almuharramati, kusikiliza mambo ya haramu kama muziki na vitu vingine. Min alaswati walmazamiri, sauti nyimbo, walghina ni hizo hizo nyimbo. Wakadhalika annadhar almuharram, na pia kuangalia eh, kutazama eh, kuliko haramishwa mtu kupenda kuangalia hivyo. Inawezekana hata sio kasimu au uko nje kupenda kuangalia mambo ya wanawake, kupenda kuangalia vitu vya watu. Ukienda unashangaa, mara unaona gari hii, mara unaona kitu hichi, unapenda kuangalia na kutia tamaa kwamba nikipata ile na kile kingine nikapata na ile, utapata ngapi ile, na zinaendelea kutengenezwa. Lakini maajabu ya ulimwengu, lau kama watu wakafa wote hapa Tanzania, mfano wote ubaki wewe peke yako, ile magari yale unachagua unayotaka, nyumba unachotaka unayotaka, supermarket, utaishi na wewe wapo

Sasa watu hawaishi wa hivyo, si kweli, lakini kwa sababu ya choyo na maradhi ya moyo alionayo, kupenda dunia na kupenda zile starehe. wa shubuhat kalitiqadat alfasida, na miongoni mwa maradhi ya moyo vilevile ni mambo ya shubuhati, mambo ya utata katika dini, hoja tata, shubha, shubuhati. Pamoja na watu, neno hili pia wanalitumia vibaya wengine, sababu kwa sababu unataka kufanya jambo, una shubha, wala hajui nini. Watu pia hata vijana huambiana sana maneno haya, kama vile kuwa na itikadi mbovu, mtu ni maradhi ya moyo. Kama mtu unasoma dini a chuo cha kisalafi, lakini kumbe ana ukhawari anao katika nafsi yake, pia ni katika vitu vinazuia mtu kufanikiwa, au ana ule ushia, mimi misimamo mibovu, ana utahariri mwenye anao katika moyo wake, lakini anahudhuria zalza ndio kama yule bwana alienda kumuuliza Muhammad bin Sirin, mfasiri wa ndoto, kwamba mimi nimelala eh, nimeota kwamba ninabeba jeneza la Mtume sallallahu alayhi wasallam, aenda kuzika, je, vipi hapo? Akaambia hapo inaonekana wewe unaenda kuzika sunna zake, sio unaenda kumzika mwenyewe. Sunna ndio kuzika kwa sababu alikuwa na darasa na ya ahli sunna, alikuwa na kadarasa ya ibadi taje hivi, akawa akitoka huko anabeba zile sunna aenda kuzika, akalala, aka akaota hivyo Elewana, sio umeshiriki kwenye mazishi ya Mtume, kwa namna mpata jambo kubwa, kumbe ndakuzika sunna. Kwa maana pia watu kweli, kile anachokisoma ndio anachokiitakidi katika nafsi yake, yuko hivyo, na huo ni mushkila wa wanafunzi hasa wa kisasa, wengi ndio wako hivyo. Taona mtu akitoka kufanya dawa, ukisikia kwa dawa anafanya. Mbona tofauti na kule, vipi sasa? kwa sababu sasa hivi usomaji haja ile ni kubwa, na watu hawajui. Hata mtu anajua kidogo, naye ni mkubwa, anaweza kwenda huko. Ukimnasihi asikubali, watu wanao tayari naye kwa kule sio, na ndio basi akubali tena kusoma. nas u nay anatoa wanafunzi basi ndio, kwa sababu wanafunzi, kumbe anahifadhili yule

kwamba naye mtu sasa anaweza kuzungumza, anaweza kufanya kadha, anaweza kutumika kutuma kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na masahaba. Huwezi kupata katika hali hiyo, kwa sababu wewe mwenyewe hujataalamika na moyo wako bado una matatizo. Kwa hiyo itiqadatil fasida wal a'mal al mubtada'a, na matendo ya bid'a ya uzushi, mtu kwamba amesoma. Tuona mtu kama anasoma mbasa, lakini huko nje haya mambo ya uzushi. Maana kuna watu pia kitu kwenye hitima wanaenda kiugusa, lakini tuone kwa mambo kama hayo walimtimai litijahati alfikiria na kujiunga lilintijahati na makundi alfikria ya kifikra albid'ia ya fikra makundi ya fikra potofu, kuungana na makundi au misimamo yenye fikra makundi yenye fikra potofu au hivyo vyo makundi. Sasa itijahati alfikria albid'ia, kuungana na makundi yenye fikra potofu almukhalifati fikra zenye kukhalifu limaslaki salafi salih, njia ya wema waliyotangulia, kaungana na makundi hayo. wa min amradhi alqulubi as-saddati an ilmi ani lilmi -il aida, na miongoni mwa maradhi ya mioyo ya mioyo yenye kuzuia kukinga, kuikinga elimu, yani isifike ni ile mioyo, na hata ikifika, basi haitoupata fikhi Yeah. Kwa sababu naweza ikafika kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyopigia mfano kwa Khawarij, yaqrauna alquran, Qur'an wanaisoma, lakini la yujawizu taraqiyahum. Kwa hiyo haivuki katika shingo mitulinga yao katika shingo bila katunga chalo afu kaenda katika moyo. Kwa hiyo haiathiri, hawafahamu ile Qur'an wake wanasoma sana Qur'an, lakini wao hawaifahamu ile Qur'an, hawaifahamu. Kwa hiyo mtu anaweza kusoma lakini kule kufahamu

ametaja kule katika mambo ya matatizo hayo watu ambao mambo kujiepusha, kata la takun aba shibrin, usiwe baba wa shubiri moja. Kwa sababu huko zamani pamesemwa, alilmu thalathatu ashbarin, elimu ni shubiri tatu, upata shubiri tatu ndio elimu. Man dakhala fi shibiri lawali, la mwenye kuingia katika shibiri ya kwanza, takabbara, anapata kibri, anakuwa na kibri. Akisoma mtu shibiri moja tu, anakuwa na kibri anaweza kuranda huko mote na wahangaishe watu na ile kilicho kujua kile kimoja. Waman dakhala fi shibri thani tawadha, na ataingia katika shibiri ya pili anakuwa mnyenyekevu, anyenyekea ukifika shibiri ya pili. Waman dakhala fi shibri thalith alima annahu la ya'lam, ataingia katika shibiri ya tatu atafahamu kwamba mimi sijui. Kumbe mtu kuwa na ilmu kule kujua kwamba mimi sijui. Sio kwamba mimi ninajua. Ukishafika wakati katika ilmu sasa, mimi ninajua ndio tayari kuharibikiwa. Ndio elimu ilivyo ya dini, yaani kifika sehemu kwamba mimi si mchezo, ndio umeharibikiwa sasa. Hapo hapo ndio unaharibikiwa lakini, ukiwa kumbe mimi sijui, hiyo ndio elimu, inakuwa hivyo. wa min mufsidati alqalbi aida, na miongoni mwa wenye kuufisidi mioyo vilevile, fudulu naumi, kulala ovyo. wa fudulu lkalami, na kuzungumza ovyo, bila maneno yasiyo kuhusu fudhuli t nakuwa kuyaingilia mambo ya watu pia maneno. Kwa hiyo kulala bila mpangilio, mtu kulala ntakiwa ndio alala, lakini sasa pia wana utaratibu. Kulala ovyo, zungumza zungumza, maneno ovyo. Fudhulu ltaami, naona kula sana, kila mtu kitu ambacho hitajii mtu ushashiba labda. Naona Ibn Rajab al Hambali rahimahullah ta'ala katika Jamiu lulumi walhikam

watie futuru wenyewe, kama asubuhi kula, anasimama mmoja wao anawaambia, msile sana jamani. Yani kama hivyo, watu wakishapigwa zikae kwa sahani, kweli kwa mmoja aseme hivyo, jamani msile sana, eh hey. Fatashrabu kathira, matokeo yake mtakunywa sana, sababu kila sana kunywa pia unakunywa kwa wingi. Fatanamu kathira, alafu mtalala sana. Fatakhsaru kathira, na mtapata hasara kubwa pia, mtapata hasara sana, maana ukilala sana utapitwa na mambo mengi, na kuna watu anafanya harakati zake zote baada ya kusinzia, naona darasani. fatajannabu hadhihi al-amradi wal-mufsidati salahun lil-qalbi, kwa hiyo kujiepusha na maradhi haya